Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stephen Wasira amewataka Watanzania kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura akisisitiza kuwa nchi itaendelea kuwa na amani na kwamba hakuna tishio lolote la kuvuruga uchaguzi. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika mkoani Geita, Wasira alisema umoja na utulivu anchi, wa nchi ndio msingi wa maendeleo na akawaonya wale wanaodaiwa kueneza taarifa za kupotosha kuhusu maandamano siku ya kupiga kura. Alisema, nataka kuwaambia ndugu zangu wa Geita na Watanzania wote, umoja wetu na amani yetu ndio msingi wa maendeleo yetu. Hatuwezi kuichezea amani hii alisema Wasira mbele ya mamia waliohudhuria mkutano huo wa chama tawala. Hotuba ya Wasira ililenga kuwahamasisha wananchi wa Geita kumuunga mkono mgombea urais wa CCM Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wagombea ubunge na madiwani wa chama hicho katika kile kinachoonekana kama juhudi za mwisho za kampeni kuelekea siku ya kupiga kura. Akiwa ameambatana na viongozi wa chama hicho mkoani humo, Wasira alisema CCM imejipanga kuendesha uchaguzi wa amani, huku akiwataka wananchi kutofanya kosa la kushawishiwa na watu wanao ja kuwa wanataka kuichafua nchi kwa ajenda za kisiasa. Alisema, nimesikia mitandaoni kuna watu wanasema wasiende kupiga kura wengine wanasema siku wa Tanzania wanapiga kura wao wataandamana. Mimi nasema tarehe 29 ni siku ya kupiga kura, hakuna maandamano wala mtoto wa maandamano, alisema kwa msisitizo katika sehemu ya hotuba yake ambayo imezua mjadala mitandaoni. Wasira alisema, mimi ni makamu mwenyekiti wa chama kinachotawala Tanzania, na mpaka tarehe 29 tutakuwa bado tunatawala. Kauli hiyo imechukuliwa na baadhi ya wa wachambuzi kama njia ya kuonyesha kujiamini kwa CCM kuelekea uchaguzi huku wengine wakisema ni ujumbe wa kutaka wananchi kuamini kuwa hali ya utulivu itaendelea. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, kauli kama hizi mara nyingi hutolewa na viongozi wa juu wa chama tawala kuelekea siku ya uchaguzi kama sehemu ya kudumisha imani ya umma kwa mfumo wa utawala uliopo. Wasira alitumia pia nafasi hiyo kuzungumzia kauli ya Rais Dr Samia Suluhu Hassan aliyosema hivi karibuni jijini Dar es Salaam kuwa yeye ni amiri jeshi mkuu na jukumu lake ni kuhakikisha amani na usalama wa nchi vinabaki imara. Alisema rais hakuwa anamtishia mtu, alikuwa anasema ukweli tu, kwamba kuna serikali na kazi ya serikali ni kuhakikisha amani ipo. Alisema Wasira, hakuna nchi duniani inayoweza kusonga mbele bila amani. Serikali yetu imedhamiria kulinda utulivu huu kwa nguvu zote. Aliongeza kuwa serikali na CCM hawawezi kuruhusu uvunjifu wa amani akibainisha kwamba kila Mtanzania ana haki ya kikatiba kupiga kura bila kubugudhiwa. Wasira alisema wapo watu wachache wanaotumiwa na watu wa nje kujaribu kuleta vurugu nchini, lakini alisisitiza kuwa vyombo vya dola vipo imara kuhakikisha hakuna mtu atakayevuruga uchaguzi. Alisema wewe uje uvuruge amani, sisi tunakuangalia haiwezekani. Nendeni mwawaambie wapiga kura waandamane kwenda kupiga kura, hakuna mtu atakayewabughudhi. Hatuwezi ruhusu watu wachache wanaotumiwa na watu wa nje kuleta fujo katika nchi yetu, alisema. Tunataka wa ndani na wa nje wenye chokochoko wapate habari kwamba hatutakubali na uchaguzi utafanyika tena kwa amani. Makamu mwenyekiti huyo alisema Tanzania imejenga sifa kubwa ya kuwa taifa lenye amani, jambo ambalo limeifanya kuwa mfano barani Afrika. Tanzania imekuwa kisiwa cha amani kwa miaka mingi. Tumefanya chaguzi nyingi bila vurugu, bila migawanyiko na bila damu kumwagika. Hii ni baraka kubwa, alisema Wasira. Alisema kwa urithi huo wa amani unatokana na misingi ya taifa lililoachwa na waasisi wa taifa, akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alihubiri umoja, upendo na heshima kati ya wananchi bila kujali tofauti za dini au itikadi za kisiasa. Katika ujumbe wake kwa vijana, Wasira alisisitiza kutokubali kutumiwa na wanasiasa wenye malengo binafsi. Alisema vijana, msikubali kutumika. Amani ikipotea, maendeleo hayawezekani. Hatuwezi kujenga uchumi wa kisiasa kama vijana wanakuwa sehemu ya vurugu. Aliongeza kuwa vijana wanapaswa kuwa chachu ya umoja na mshikamano hasa katika kipindi cha uchaguzi ambacho mara nyingi huambatana na hisia kali za kisiasa. Wasira alisema maandalizi ya uchaguzi yamekamilika vizuri, akipongeza kazi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kwa kusimamia mchakato kwa uwazi na ufanisi. Alisema tume imefanya kazi kubwa, ratiba imewekwa wazi, maelekezo yametolewa na kila chama kimepata nafasi ya kufanya kampeni. Hii ni ishara njema Akaongeza kuwa chama chake kimejipanga kuhakikisha kinashinda kwa njia ya amani na kwa mujibu wa sheria. Alisema CCM ni chama kilichozaliwa kwa misingi ya demokrasia na umoja, tunaamini Watanzania watachagua maendeleo. Katika mkutano huo, Wasira pia alizungumza kuhusu utendaji wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akisema ameonyesha ujasiri na maono tangu aingie madarakani. Alinukuliwa akisema Dr. Samia ni kiongozi mwenye uthubutu, maono na moyo wa kizalendo ameleta mageuzi katika sekta mbalimbali mbali na ameendeleza misingi ya amani na umoja tuliopewa na waasisi wa taifa. Alitaja miradi ya kimkakati kama bwawa la umeme la Julius Nyerere, yani JNHPP, SGR, na uimarishaji wa diplomasia ya kiuchumi kuwa miongoni mwa mafanikio yanayothibitisha uongozi wa kazi na si wa maneno. Wasira pia alisisitiza kuwa chama chake kinaamini katika ushindani wa haki akisema kuwa kampeni zimekuwa za amani na zinazozingatia hoja za sera na maendeleo. Alisema, tumepita katika kampeni tukizungumza sera, si matusi. tumewaeleza Watanzania tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. tunatarajia uchaguzi utakuwa wa amani na wa haki. Aliongeza kuwa chama hicho kitaendelea kuheshimu matokeo yatakayotangazwa na NEC na kwamba viongozi wake watawaongoza wafuasi wao kwa hekima na utulivu. Baadhi ya wananchi waliohudhuria mkutano huo walizungumza na waandishi wa habari wakieleza kufurahishwa na ujumbe wa amani ulioelezwa na Wasira. Rehema Mwaimu, mkazi wa Geita mjini, alisema maneno ya Wasira yametupa moyo, tumekuwa tukiona vitu mitandaoni vinavyotisha, lakini sasa tumejua hakuna cha maandamano, bali kupiga kura kwa amani. Jonas Chacha, kijana kutoka Nyangwale, alisema tunataka maendeleo si vurugu, tunataka tupige kura kwa amani tumeona nchi nyingine zikiharibika kwa sababu ya fujo, sisi hatuyataki hayo. Na wachambuzi wa masuala ya siasa nchini wanasema kauli za viongozi wa juu wa CCM kama Wasira zinajenga mazingira ya utulivu kuelekea uchaguzi, hasa baada ya ongezeko la mijadala ya kisiasa mitandaoni. Profesa Juma Mwapachu, mchambuzi wa siasa, anasema kauli kama hizi zinasaidia kurejesha imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Hata hivyo, ni muhimu zisisomwe kama vitisho bali kama mwito wa kitaifa wa kudumisha amani. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa mawasiliano ya umma wanasema hotuba ya Wasira ilikuwa na lugha ya kimkakati inayolenga kuimarisha uhusiano kati ya serikali na wananchi katika kipindi cha uchaguzi. Tanzania imekuwa ikitambuliwa kimataifa kwa kuendesha uchaguzi kwa amani tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992. Kwa zaidi ya miongo mitatu taifa limefanya chaguzi kadhaa bila vita wala migawanyiko mikubwa, jambo linaloliweka miongoni mwa nchi zenye uthabiti wa kisiasa barani Afrika. Mashirika ya kimataifa kama SADC, AU na UNDP yamekuwa yakisifu mfumo wa uchaguzi wa Tanzania kwa kulinda usalama na kuheshimu taasisi za kikatiba. Akiwahitimishia wananchi wa Geita, Wasira alitoa wito wa umoja kwa Watanzania wote bila kujali chama dini au kabila. Alisema baada ya uchaguzi, tunabaki kuwa ndugu. Nchi hii ni yetu sote, tusiwaruhusu watu kutoka nje au ndani kutugawa. Umoja wetu ndio ngao yetu. Alisisitiza kuwa demokrasia lazima iende sambamba na amani, akisema demokrasia siyo fujo, siyo matusi, ni hoja. Ndio maana tunasema kura zetu, amani yetu na maendeleo yetu. Na kwa kumalizia, hotuba ya Stephen Wasira mkoani Geita imekuja katika kipindi ambacho tahadhari juu ya taarifa za mitandaoni kuhusu maandamano imekuwa ikiongezeka. Kwa kauli yake, Wasira amejiunga na viongozi wengine wa CCM na serikali wanaohimiza utulivu kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 ya mwaka 2025. Kwa mtazamo wa wachambuzi, ujumbe wa Wasira unaonyesha msimamo wa chama tawala na kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, huku serikali ikiweka msisitizo katika kulinda utulivu wa kitaifa. Kwa maneno yake mwenyewe, Wasira alihitimisha kwa kusema, tunataka uchaguzi wa amani, wa haki na wa maendeleo. Tanzania ni yetu sote, na amani yetu ndiyo hazina yetu kubwa zaidi. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiacha kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi. Kiganjani mwako.